nikisema labda inaeleweka eh? Ile ngalawa sasa ikawa inaeleaelea ina ina, haijazama hai, hai, hai. Sasa kuna kakiumbe kale kapanya kakaona, ha? hapa tuko salama. Alichoona yeye cha kufanya panya ni kuanza kuitafuna ile nini ile ngalawa ile ile jahazi ile. Ala, sasa simba anajua madhara ya pakitoboka hapa, manake yale maji yatafanya nini yakishaingia? Manake tunafanya nini? Tunazama. Sasa nikiendelea kumwacha huyu, tutaumia hapa. Kwa hiyo, alichofanya simba ile ni kufoka tu, ile kufoka tu, akwali zinasema, akatoka paka katika kinywa chake, akamkamata panya, una adabu wewe. Na ndio uadui wa panya na paka ulianzia pale. paka akimwona panya hana urafiki ila, nimewakuta Maka, paka na panya wa, wa Maka Saudi Arabia wanapishana tu hivi. Ndo nikajua kweli ule mji wa amani <laughs> tulikuwa na mheshimiwa mufti tukasimama kwanza. Mufti anatuambia mnaona huu mji kweli wa amani, yani panya na paka wanapishana. Wanakwenda wananusana hivi paka anusa paka, halafu huyo, uwe, kuwenda hivi, yani paka na msapa, halafu huyo anapita. Wewe umeshai kuona hiyo? Yaani paka na panya wamekutana halafu ananusana, midomo ile inakuwa imeelekezana, halafu huyo panya anapita na paka anapita. Wanapishana, paka wanatembea, panya wanatembea. Maneno haya waulizeni watu waliofika Maka wana walio kwenda kwa hichi. Na paka chungu nzima, makubwa makubwa. Na mapanya ya kule sio vipanya kama vya kwetu hivi. Mabarabarani wanapishana. Sasa sijui wale paka na panya wale wana siri gani? Ila panya wa kwetu sisi huku ni wale wa Nabii Nuhu. Wale panya akimwona paka hamuachi, anakula naye sahani moja. Viumbe wa pili ni mbwa, walivyoona jahazi mitulizana hali ya hewa nzuri, wakaona ah, sasa hapa si tumefika bwana. Wakaanza mawada hapo hapo. Unajua mawada eh? Hey. wakaanza mawada hapo hapo, walipoanza mawada hapo, Nuhu anatazama hawa viumbe vipi hawa. Hapa tulipo kweli ni mahala pa kuendesha mapenzi hapa? Hawa wanatutakia balaa. alichofanya ni kuwa laani wale viumbe na laana yao walembwa mpaka leo wanayo laana ya Nuhu. Watapandana huko, tufanye mapenzi yao huko mahala wako wenyewe tu, hawatoona raha ila mpaka waje kwa watu kwa mvutano mm. hu ili watu wawaone nini walichokuwa wanafanya amani utulivu, tusije tukawa kama watu wa Nuhu. Baada ya kuona wako kwenye jahazi wako salama ah, wakaona kila kitu kiko sawa. Sasa na sisi tusilewe amani hii ambayo tayari ipo ndani ya nchi yetu, ambao baadhi yetu wachache walitaka kuiharibu, bado imeahidiwa na wanaendelea kuahidi kwamba tarehe tisa wanafanya kitu wanaohamasisha ni hawa hawa vijana. Yalla yalla vijana, hasa hasa vijana wa Kiislamu, katu musiingie katika balaa hilo, azeni sauti zenu kupinga hayo, na insha allah Mwenyezi Mungu ataijalia nchi yetu kuwa salama. Kwa hivyo kuelekea mitihani ya vijana wetu, ambao leo nimeelekeza misikiti yote katika mkoa wetu wa Singida ifanye dua. Mtihani ni mtihani tu <coughs> mtihani ni mtihani. Kwa hiyo tuwaombee vijana wetu wanaomaliza na wanaoingia kidato cha pili, Mungu awape wa wepesi na dua hii si kwa ajili ya Waislamu tu, ya vijana wote nchi hii. Haina ubaguzi, sisi tunaishi katika nchi hii. Mafanikio ya vijana hao ndio mafanikio ya Watanzania. Wakifanikiwa vijana hao, wakifaulu vizuri vijana hao, Mungu akawajalia wakaenda mbele zaidi, wakawa madaktari, hawatokuwa madaktari kwa ajili ya Waislamu tu au wale watakao faulu wakawa ni Wakristo, wakawa madaktari, hawatokuwa madaktari kwa ajili ya Wakristo bali isipokuwa watakuwa madaktari kwa ajili ya Watanzania wote kama ambavyo ilivyo leo tunapokwenda kutafuta huduma mbalimbali. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama CALES TV kila siku.